Naam, tunazungumza michezo kama ilivyo ada. Tumemfuata Mkude Simba, shabiki na mwanachama kindaki kindaki wa klabu ya Simba Sports Club. Tunazungumza mengi kimichezo, tunachakata mengi lakini, habari kubwa imeshika katika mitandao ya kijamii kuhusiana na afisa, eh, afisa bali wa Young Africans Ali Shaban Kamwe, au kuzungumza ni meneja wa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe baada ya kushikiliwa na polisi kule mkoani Tabora baada ya kauli yake kwa mkuu wa mkoa Po Chacha, akisema kama yeye Chacha na tachacha tu ni kauli ambayo imezua gumzo katika mitandao ya kijamii na Ali Shabani Kamu akishikiliwa na RPC kwa kituo cha polisi mkoani Tabora Richard Ambwao kwanza, so, so, na na Young Africans alishikiliwa na polisi kule mkoani Tabora baada ya mechi yao dhidi ya Tabora United kumalizika majira ya saa 7 usiku akakamatwa na jeshi la polisi baada ya kauli yake kwa mshtumu mkuu wa mkoa, na kuongea kama chacha atachacha, mama, huyu mtu wako anatuchokonoa. Ni kauli ambayo Alikamwe imemtia memtia mtihani. Na jana ile, ile akatolewa kwa uhuru kwa zamana. Tuanzie hapo, ukishasema yuko huru maanake hayuko zamana tena. Ukishasema mtu yuko huru, zamana inakuwa haipo bado hati aipo, na kwa sababu wamesema kuna tarehe 20 ataenda kuripoti tarehe 21 akaripoti. Eh, ile ni moja ya kwanza. Inabidi tujue michezo na serikali ni vitu viwili ambavyo vinatawirake ndani ya michezo lakini havishabiani. Unapomziaki mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, maanake moja kwa moja umemziaki mkuu wa nchi, kwa sababu ndio uteuzi wake. Atekee kwambia mama baba yako basi, ndo baba mama akikwambia huyu baba yako huyo ndio baba na mama katuambia yule ndio mkuu wa mkoa ule. Kwa hiyo ndio mkubwa wa mkoa ule. Kama tunavyomuona Albert Chalamila hapa. Ndio mkuu wa mkoa wetu. Kwa hiyo lazima tuwe tuna protocol ya kuzungumza na viongozi na tuwe na protocol ya kuzungumza michezo. Michezo ya mimi na huyu ina utofauti nitakavyoelezea michezo ya mimi na mkuu kama akiwa kama vile Robert Chalamila. Tofauti. Kwa sababu lazima niangalie ana element gani kwenye michezo sawa, ni mwanadamu. Lakini je, pale kasimama vipi? Amesimama kwenye mpira amesimamaje japo yuko uwanjani? Na ndio maana akiwepo utasikia mgeni mge rasmi, sina nelewa vizuri, mgeni rasmi muheshimiwa fulani yupo kwenye michezo hapo. Lakini mimi na yule mchezaji utasikia mimi mchezaji wa kumi na mbili ninashangilia yule mchezaji wa kumi na moja. Kwa hiyo ili swala la mdogo wangu, maana kijana wangu, mdogo wangu inatakiwa auwelezee mpira kama unavyoelezea maafisa wengine wa Afrika wale. Sijua kama Ahmed Ally ni afisa wa Afrika. Ushayakuta ya mara amemrukia mgongoni siji polisi wala nini? Anajua nini anafanya? Na tuka Simba imemtuma nini? Sio unaelewa vizuri? Ehe, sasa hii klabu ya jamaa zetu au jirani zetu wazee wa kuogopa mbuzi wenyewe wanasema tunawaita hivyo wenyewe. Waogopa mbuzi wameenda kuchinja ng'ombe. Sasa mbuzi na ng'ombe mkubwa hivi walisema kwenye gari ya Simba kuna mbuzi wameogopa kuruhusu Simba waingie kwa sababu ya mbuzi. Sasa kule wamechinja ng'ombe. Ng'ombe na mbuzi mkubwa yupi? Sasa kwa nini aogope mbuzi alafu wamvamie ng'ombe? Umeona, <laughs> kuna mitihani hapo. Kwa hiyo unajua, kuna watu wa michezo na kuna watu wa propaganda. Kwa Alikamwe ni mtu wa propaganda. Haiwezekani hmm. Ukafikia hatua kumwambia mkuu wa mkoa shati lake la la nani, si la ubatizo Ubatizo mimi ninavyojua mtu anabatizwa chini ya miaka saba, yaani hata 18 haijafika. Sasa mzee kama yule kuna... kwanza nje na mpira tu. Umri kuna vitu unamwangalia, je, huyu ni mjibu? Umri. Na ndio maana mimi wakija wazee nawaambia kabisa mpira ukiwa mzee inatokea ubishano na kina Kibaden, mimi natikia digito tunabishana mpira kati Mayele anapiga mkono Enonga anazuia anachapa hapo tu. Ndo tunapoanza kubishana uwezo, kalete mzee na miaka sabini ni bishanena mpira nitakosea tu, ndio kama yule kijana wetu Alikamwe. Yaani alishindwa ku, kucheza na wakati na umri wa mtu anayemjibu. Kwa vile alivyomjibu yeye aliona sahihi, lakini serikali haiwezi kaona sahihi, kwa sababu yule ni mkuu wa mkoa na ndiyo mkuu wa ulinzi na usalama wa mkoa. Kuna maafisa au nyoro mng'ang'ania, manake yule anaweza kusema huyu weka ndani, anakaa ndani. Yule chacha ana uwezo kumwambia askari mwingine mchukua huyu mkuu wa kituo mweke ndani, anakaa masaa 24 na anakaa yeye, ndio mkuu pale na yeye ndio uteuzi kwa sababu yeye anakuwa yule yani, chacha anakuwa. Lakini ukishakuwa mkuu wa jeshi la polisi, labda ndio mkuu wa jeshi la Tanzania nzima, maana umemaliza. Lakini mkuu wa wilaya anakuwa, anakuwa siku utamkuta ndo rais hajakuwa zibu, kwa hiyo lazima kwa kijana wangu kakosea lakini kwa, kwa, kwa, kwa, hmm, kwa sababu ile swala lipo kwenye mikono ya sheria basi tunaiachia sheria ile. Mlifurai wana Simba kwa lipi? Kwa baada ya kukamatwa alishabani kamwe? Atukufurai kukamatwa kwake kwa sababu ukimuona mwana Simba mtu wote anafurai kukamatwa kwa alishabani kamwe basi sio mtu wa mpira. Je, kakamatwa kwa mpira au kwa salipi ile mweka ndani? Mimi na alikamwe tunabishana kwenye mpira, mimi na alikamwe atubishani anaatia mwanadamu inawezekana hata mimi kesho ikanikuta nazurura au natembea watu wakanirukia. Je, ye na yeye afurahi? kama unamkuta mwana Simba anafurahi katika tukio la kukamatwa Alikamwe, basi sio mtu wa mpira. Ila ukinielezea kwa nini kae kwa ndani, ndio nitakwambia kwa sababu hili swala liko kiserikali zaidi, na tunaiachia serikali zaidi. E, afisa bali wa Tabora United Christina Mwagara, kabla kukamatwa Ali Shabani Kamu, alimwambia aombe lazi ndani ya masaa 24, lakini Ali Shabani Kamu akamjibu Christina Mwagara, akasema yule ni comedian, mimi na mkuu wa mkoa tushamalizana tayari. Ndilo kosa lake kubwa hilo. Lingine kwa sababu watu wanasema muungwana akivuliwa nguo chuchumaa, yani kuchuchumaa, anataka apate stala, yani angalau umuone kwenye kichwa kuliko kumwona maungo ambayo yanasili sasa yule dada alisema vizuri tu, omba radhi. Nakuomba radhi, hamna kaburi la mjinga. Kuomba radhi sikukaa kwenye media tu, jamani, nimeomba radhi, nimemkosea mkuu mkoa mmoja mbili tatu au nimemkosea mwenzangu hivi na hivi. So, swala zimeisha. Ila sasa baada ya ubishi ndio umetokea senario kama ile. Kwa sababu yule mdada Kristina alikuwa anajua baadaye itatokea nini. Kama nilivyokuwa najua mimi japo nilikuwa Dar es Salaam, yeye alikuwa Tabora. Mimi nilikuwa nategemea haya yaliyotokea. Kwa sababu nilikuwa najua kabisa process na procedure ya viongozi ikoje, na maelezo unaongea na nani na akiwa wapi. Ndio maana hata kwenye media na kuoga mwoga sana kuongea ovyo, kwa sababu najua kuna vitu vinaweza vikanibana hata mimi huko nilipo, kama nitamuelezea vibaya Alikamwe, kama manake, pia ana uwezo naye akaenda akachukua hizo clip akanibana kwenye sheria nikakwama. Na ndio maana nasema kama kuna mwana Simba ameshangilia kwa kukamatwa kwa yule bwana, atakosoa mtu wa mpira kwa sababu yule akiwepo ndo anatupa chachu sisi. Yani kama mimi akiwepo ndo huwa ananipa chachu sana na ananipa chachu sana kwenye maelezo yake. Kama ile kombe nilocheza yeye kafika finali, neno si neno, nimefika, fika, nimefika, nilipofika ndo mimi napata chachu na yeye. Kwa hiyo mambo yake mabaya yakiwa ya kiserikali mimi si afurahii. Kama mtu atafurahia yule kuwekwa ndani basi hata akisikia naumwa atafurahia. Atakosoa mtu wa mpira. Mpira uko hivyo. Mpira inatakiwa mmoja akipata tatizo tumpe pole, tumfariji. Ndivyo nilivyokuwa. Kama una kumbukumbu, kuna kipindi afisa habari alikuwa aji sande Manara bugatti wakati yuko Simba, ndio alikuwa na yuko sawa sawa, alipata na matatizo lakini hadi Yanga walichangia fedha, japo kuna mtu alimzi yake akarudisha. Si unaelewa? kuna mtu alimzi yake akaamua kurudisha hela, maana yule alikuwa kimichezo kimichezo pale awamu awa ya kwanza. Mwenzetu ana tatizo tunamsaidia ili tukwamuane. Yani, la ya mpira inatakiwa tawi kwa tawi, tawi la yanga na tawi la Simba, tukwamuane, tuinuane, tubadilishane mawazo ili tuwe tunakuza utaratibu wa mpira, sio tunakaa tena, huyu mwenzio kafiwa afadhali afiwe bwana. Ile kwa sababu Simba hata kwa kwa mpira ulivyo, uh, alikuwa aji sande Manara baada ya kuwa Simba Sports Club akamea ng Africans akarudi na kasumba hiyo hiyo, masuala hayo hayo kujibizana viongozi pamoja hivi ali Shaban Kamwe hivyo hivyo. Hassan Bumburi na hivyo hivyo, hivyo alikutwa na hatia. Yanga kuna shida gani? Mkude Simba kwa maana, afisa habari wa Young Africans wamekuwa wanakutwa na hatia nyingi nyingi sana katika usajili wao, miemko miemko. Yaani kikubwa miemko, na ndio maana nasema siku zote ukiwa unaiongoza klabu kama ya Simba Sports Club. Simba Sports Club, ma champion ya Afrika, unapoelezea ujue Afrika inatambua unapoelezea Simba, Afrika inatambua ina, na ndio maana ukiwa msemaji wa Simba lazima unakuwa na procedure, unapewa kabisa protocol ziko pale, ukiingia tu kabla ya hizo hapo unazisoma. Sawa sawa na mfanyakazi wa ndani anakuta timetable, alafu anakosea yeye vile vya kula anatakiwa kazi ya kose, yeye mwenyewe kwa uzembe wake, kwa sababu timetable ipo asubuhi chai maandazi, mchana wali imeshaandikwa, wewe ni kutekeleza. Sasa hao yeah. Eh, wenzetu we, kuna mimko yeah miemko na ndio maana nawaambiaga siku zote, hata juzi, kwa bahati nzuri alivyobahatika kutoka ndani kwa zamana, bado nilimuona ametoa tena tamko la kuambia wana Yanga msiwe na wasiwasi. Sijui kama wana Yanga walikuwa na wasiwasi zaidi ya familia ya kwake, kwa sababu ki. kwa ni process ya kesi kesi, na Yanga wapi? Na pia ukiwekwa wakashahukumiwa umefungwa, Yanga atakosa sababu, watakosa sababu sasa we toka mwaka 35 kwa inatakiwa sisi kumpa pole. Na iwe fundisho kwani kujifunza kwa Simba wanashindwa nini? Sisi tulipata adhabu moja na ikiwa Manara afisa habari wetu, kwa sababu uwezo wake wa kuongea ulikuwa mkubwa kuliko, kwa sababu ile ni propaganda wa CCM. Yule si tumesoma naye kwenye siasa. Kwa hiyo ukiwa propaganda wa CCM lazima unakuwa na maneno ya sasa. Ukiingia kwenye mpira, unaweza ukayapindua, utakanda, ukakosea. Wengi wao wanasema ni laana ambayo ya Juma Alhamza ni Mgunda baada ya kumwita andazi, na laana nyingine ya baba yake mzazi baada ya kusema tunamtaka maiwetu, wakati baba yake mzazi ni Simba Sports Club. Ndio laana hii inamtafuna, ndio laana hii inamtafuna Ali Shabani Kamwe kutiwa hatiani. Linawezekana kama linasemwa, lipo na wataalamu wanasema lisemwalo lipo, kama alipo linakuja na sasa hii naweza kusema lisemwalo limefika na limekuja. Kama wanatangaza ni laana, basi naweza kuwa laana kwa sababu laana ni kitu ambacho mimi kukidadavua sana kinakuwa ngumu kwa sababu ni kitu kimekuwa kwenye prosesi mpaka ya imani. Mimi naweza nikasema sina lazima na wewe mwanangu, kwa sababu nikambe sina lazima na wewe lakini, ile adhabu ya sina lazima na wewe mimi nishamaliza kwenye kusema, mwenye kuihukumu ili mkute ni Mwenyezi Mungu. Sasa kama kuna laana basi inawezekana wenye process ya kuijua laana na kauli za yule kijana labda ndio imemkuta, lakini mimi siko indirect kusema kweli ana laana, nitakuja kushindwa kujibu, kalaniwa na nani? Kwa Mgunda alisema esi kamuita ndazi, anamwachia Mwenyezi Mungu, labda ndio laana inamtapua e, na ndio hata mimi pia. Ndio maana hata mimi nimemkabidhi pia Mwenyezi Mungu, kama ni laana hiyo basi imemkuta mm, na inatakiwa tumwombe Juma Mgunda kama ni laana basi, amuombe amuombe Mwenyezi Mungu amsamee kijana, bado tunamhitaji na tunahitaji taifa lenye vijana katika uchapakazi kama inavyohitaji serikali yetu. Yani tunahitaji taifa lenye vijana kama wale wachapakazi, na kama ni kweli ni inaingia kwenye laana hiyo, basi mimi namuombea radhi kwa Juma, mimi namuombea radhi kwa Mgunda, pia namuombea radhi hata alivyosema Mai, kwa sababu babake naipo katika klabu yetu. kama ni laana hiyo, basi Mwenyezi Mungu awarudishie tofiki wale wazee na mnusuru yu, yule hiyo isiwepo, ili tuende kwenye sinario ya mchezo wa mpira. Tukiwa naye bado, mimi namhitaji yule, aone Simba inavyochukua mafanikio ya Afrika akiwa pale alipo na yani, yeye akiwa pale ya, Young Africans. Mimi nahitaji aone Simba inavyochukua mafanikio ya Afrika akiwemo Ali. Nampenda sana kijana wangu, ili siku moja nimkaribishe aje aone ukubwa wa Simba Afrika.